Niliwafundisha namna ya kutumia ChatGPT ili uweze kupata majibu kwa ufasaha, uweze kupata majibu exactly ambayo ulikuwa unayataka, na nikawa promise kwamba katika episode hii hapa nitawafundisha jinsi ya kuandika effective prompts. Kama unaamini kwamba kila mtu anapaswa kuwa na uelewa japo kidogo kuhusu masuala muhimu yanayohusu maisha yake, utandawazi na bila kusahau mawasiliano kwa ujumla wake. Prompt ni kitu gani? Prompti hii kwa maana rahisi ni swali au ni instructions maelekezo, ambayo unaipa ChatGPT ili uweze kupata kitu fulani kwa yale maelekezo yote unayoyaandika. Inaweza kuwa ni maswali, inaweza kuwa ni summary, inaweza kuwa ni kitu chochote ambacho unaipa ChatGPT ili iweze kukupa results nzuri. Hizo zinaitwa prompt. Sasa hizi prompt, kuna namna ya kuweza kuandika prompti ili uweze kupata maana halisi au uweze kupata jibu ambalo liko specific kama ambavyo ulikuwa una Unataka. Kwa sababu sio prompti zote ambazo zinaweza kukupa majibu mazuri ambavyo ulivyokuwa unataka. Mfano, nikiandika write about cars, kwa ukiambia ChatGPT write about cars itakupa jibu ambalo liko very wide. Lakini sasa, vipi kama ninataka kitu zaidi ya hiki ambacho nimekiandika, ntafanyaje? Kwa hapa nitaweza kuimprove hii prompti yangu, mfano naweza kuandika kwamba write a hundred word paragraph Above the history of electric cars. Kwa mwanzoni niliongelea tu cars, lakini hapa nimekuwa specific kwanza na dili na electric cars, lakini vilevile nataka paragraph ya maneno 100 ambayo inaelezea historia ya magari ya umeme. Kwa hiyo tunaona kwamba the more details unavyoweza kuipa prompt yako ndipo the better answer unaweza kupata. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuipa prompt yako details, specific details, ndivyo unaweza kupata majibu sahihi na specific. Mfano, naweza nikaiambia tena. Write a professional email requesting a meeting with a client about a new project. Kwa hiyo nimekuwa specific kwenye prompt yangu na ndio maana hapa unaona nimepata email ambayo iko very specific kutokana na maswali niliyokuwa nataka. Vilevile unaweza ukakontrol, uh, maybe complexity ya response ulioipata kama maybe labda unataka kitu ambacho kiwe more professional, unaweza kuiambia make it more professional. Au labda imekupa kitu ambacho ni kigumu kuweza kukielewa, unaweza ukaiambia maybe, labda ifanye katika namna ambayo mimi nitaweza kufanyaje kuelewa. Ichukulie chat gpt kama vile una interact na mtu ambaye ana akili sana, kama vile una interact na mwalimu ambaye anajua almost kila kitu. Sasa katika episode ijayo nitakufundisha ni jinsi gani unaweza kurespond katika majibu ambayo ChatGPT anaweza kukupa na kuweza kuyarefine na kuweza kuimprove ili uweze kupata matokeo sahihi ambayo unayatarajia kuya